Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karibuni katika darasa za Maalim Abalhasan Jumar mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali mbali, na kutatua matatizo mbalimbali mbali ya kila siku katika maisha yetu. Kama ilivyozoeleka nikiwa naleta darasa kama hizi, uh, ni vizuri nikaelezea watu wakafahamu kama ifuatavyo. Darasa kama hizi zimekuwa zikija katika utaratibu wa aina mbili. Aina ya kwanza ni kuelezea mambo mbalimbali mbali, watu wapate kujua uhalisia wa mambo hayo ama ukweli wa mambo hayo, wanapokuwa wenyewe wanayafananisha au wanayalinganisha yale ambayo wanayaona kila siku, kujua ukweli na yale ambayo nayokuwa naelezea, lengo kubwa ni watu kujua uhalisia ukweli ni upi. Ilmu kama hii, twaona tunasikia mambo tofauti tofauti. Kuna ukweli ndani yake kidogo, kuna ukweli ndani yake uliokuwa mkubwa, na kuna yale ambayo hayana ukweli kabisa. Sasa katika maisha kama haya, tunapendelea zaidi ukweli uwe ni mkubwa zaidi hata kama ukawa si mkubwa zaidi, basi ule ukweli uwe una kiwango kikubwa cha kuridhisha katika maisha yetu. Hakuna mtu anakubali akapoteza muda wake katika jambo lake pasi na kutegemea kupata yale mafanikio. Ima ni ugonjwa, mtu anataka atumie dawa, lakini katika muda fulani aone kuna unafuu kama ilikuwa ni haja anafuatilia, basi ataka ndani ya muda fulani aone imetekelezeka au ametekelezewa na mambo kama hayo, kuliko ukatumia dawa muda mrefu, lakini hakuna uh, matarajio ya kupata nafuu, inakuwa inakatisha tamaa, hali ya kuwa uliambiwa italeta manufaa italeta nafuu, mambo kama hayo. Hiyo ni hatua au ni sura ya kwanza katika darasa ambazo nazozitoa mtaalamu wenu Maalim Abalhasan Jumar, ni kuonesha uhalisia wa mambo ambayo tunayokutana nayo katika maisha yetu kila siku. Kwa hiyo ni elimu ya wewe uyajue tu, ile kujua kwako inakuwa inakuongezea kuongezea uthibiti au ithibati au to be stable. Yani kuwa na ule uthibati uyakini, yani uhakika na kutulia na lile jambo, kujua hili ndilo la sahihi. Tayib, ama njia ya pili inakuwa inahusisha kujua maarifa na wewe kwenda kuyafanya mwenyewe. Kujua maarifa yani kujua ujuzi ambao utaufanya wewe mwenyewe. Kwa mfano nimeelezea, ukitaka kumvuta mtu aliyokuwa mbali au kumvuta unayempenda awe karibu na wewe maana muwe karibu, mnapendana, mnasaidiana, mnasikilizana, nikawa nimeonyesha njia. Njia ya kwanza yataka ujue jina lake na wewe jina lako, utaandika zile hurufu ya majina yenu, utazipa namba, utagawia. Kutoka katika huo mgawanyo, maanake utakwenda kwenye makundi ya zile nyota. Kwenye zile nyota, maanake kuna tabia mliotajua, na kwenye zile tabia mle ndani mwake kuna zile namba zinazokuwa ni uh, zenye kulingana. Kuna compatible ambazo zinalingana, zina mapenzi yani, na kuna kundi ambalo linakuwa halina mapenzi ndani yake, maanake itakuwa ni umemchagua mtu unayetaka awe karibu na wewe, lakini mnakuwa tofauti. Na baada ya hapo, nikawa nimeeleza ikiwa tayari umeshajua kuna tofauti au hakuna tofauti uchaguzi utakuwa ni wa kwako wewe mwenyewe, ima uendee jambo ambalo umeshajua lina tofauti, utalifanikiwa ndiyo, lakini utajua kuna tofauti. Lakini pia uh, yule utakayejua mtakuwa mnaendana naye, basi utakuwa na uhakika zaidi, na ndivyo itavyokuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo utachoendelea utakuwa na uhakika kwamba hichi nachokifanya kimekuwa ni sahihi. Uh, jambo hili la pili limekuwezesha mwenyewe kulifanya wewe mwenyewe. Kwa hiyo umepata maarifa, umepata ujuzi wa wewe kwenda kufanya mwenyewe. Lakini kuna mambo ambayo yanakuwa ni magumu kielimu au kiujuzi. Eh, yanataka elimu iwe zaidi. Kuna kuangalia muda kwa saa. Kuna kuangalia muda kwa siku. Kuna kuangalia muda kwa mwezi. Na kuna kuangalia muda kwa mwaka. Haya mambo yanataka elimu zaidi. Aa, na watu wengi huendea kufanya jambo pale anapokuwa amezidiwa, anaona ni vizuri zaidi akalifanya mwenyewe. Kwa nini? Ameenda kwa wataalamu kadhaa, wawili, watatu, wanne mpaka sita. Na wote walimwashua, wamempa uhakika kwamba hili jambo litakuwa litafanikiwa, na kama unavyojua kunahitajika gharama za hapa na pale, ima nauli, gharama za kuchukua vifaa mbalimbali, gharama za kumwezesha na kusaidia wakati akikufanyia ya shule yako, asio na vishawishi vya kutoifanya kazi vizuri. Ni jambo maarufu, linafahamika. Umetoa sadaka zako, lakini mwisho wa siku unagundua Uh, halijafanyika vizuri, unaondoka unakwenda kwa mtaalamu mwingine, na kule pia unafanya subira zako na kutoa gharama zako. Ikishatokea kwa watu wawili, watu watatu, imani inakuwa inapotea. Kwa hiyo unapendelea zaidi ujuzi, kama ule ungepata kuujua, basi ungefanya wewe mwenyewe. Uhakika ni kuwa hakuna shughuli yoyote ambayo inayokuwa ni nyepesi itakuwa nyepesi kwa sababu una ilmu nayo, yani una ujuzi nao, lakini hakuna shughuli yoyote ambayo inayokuwa ni nyepesi. Hasa zaidi ni katika shughuli kama hizi za arrohani, yani elimu za kiroho, unatumia inaji zako, unatumia nguvu zako za ndani e, kukutanisha nguvu za mtu mwingine za ndani. Kwa hiyo unakuwa unafanya ilmu za arrohani ni kama kusema unatumia nguvu za kielektroniki yaani, kama hakuna connection, maana yake hautaweza kupata zile uh, energy, zile nguvu. Kwa hiyo imekuwa ni elimu kubwa. Sasa kwenye hili la pili, uh, nimependa kuashiria zaidi na kuwakumbusha zaidi. Kuna mambo mengi ambayo mtaalamu anazingatia, kwa hiyo wale ambao wamechukulia kuna urahisi fulani, uh, ni vizuri wakawa wavumilivu katika kuwatafuta walilokuwa wataalamu wazuri, ili waweze kuwafanyia shughuli zao. Zipo nyakati yaweza ikachukua muda mchache, kutegemea uzito wenyewe. Na mtaalamu mzuri atakuambia jambo hili litakuwa ni zito kwa muda kadhaa, japo si nzuri zaidi kumwambia mtu muda, kwa sababu inakuwa ni kama vita vita huwezi ukaipangia muda. Vita inapigwanwa mpaka inapomalizika, lakini zile mbinu na matumaini yatakiwa yaonekane tokea mwanzoni. Kwa hiyo ni vizuri mnapokuwa mnafanya wenyewe, muwe na elimu iliyojitosheleza zaidi, na wale wanaowafanyia pia watakana wawe na elimu ya kujitosheleza zaidi kuelekea kuwafanikishia mambo yenu zaidi. Lakini cha msingi zaidi, kati ya njia ya kwanza ya kujua mambo na njia ya pili ya kuwa mnajifanyia wenyewe, yani kwa ujuzi, inataka unyenyekevu mkubwa. Tukiwa na unye, unyenyekevu itatupelekea zaidi kufanikiwa mambo mengi zaidi. Ni mimi mtaalamu wenu, mwalimu Abalhasan Jumar, mtaalamu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali, mbali na kutatua matatizo mbalimbali mbali ya kibinadamu na matatizo ya kimajini, yaani kimashaitani. Asanteni sana.